Mastori yetu tuliishia pale mama anaongea na mwanaye na, na baada ya kuzungumza sana mama na binti Jingshu, kumbe mama bwana alikuwa na jambo lake, ndio maana akawa mnyenyekevu sana na kumfuata mwanaye shule. Kumbe alikuwa na mipango wa karibu sana na mwanaye ili ampe wazo la kuuza nyumba, ambayo hii nyumba inaonekana ni umiliki pia, binti anahusika katika kumiliki. Kwa hiyo jambo hilo binti analipinga kwa sababu mwambia kwamba wauze nyumba na yeye ampe nafasi ya kwenda kuishi katika jiji la Shanghai, lakini binti analipinga jambo ambalo mama anamwambia kwamba akubaliane nalo, kwa sababu anahisi ni jambo jema sana kwake. Lakini binti kwa kupinga na kwa hasira anaamua kuondoka usiku mnene. Akiwa mtaani, anazunguka peke yake na kwa hasira binti analia. Akiwa peke yake njiani, anatokea rafiki yake yule waliotoka wote shule wakati ule ambao mama aliwakuta na gari na kumshauri mwanaye apande gari arudi naye nyumbani. Na katika kuzungumza, binti na rafiki yake huyo anamwambia kwamba nyumbani uh, kumekuwa hakuna maelewano mazuri kati yake yeye na mzazi wake, na inafikia hatua ya kugombana na mzazi wake huyo, huku kijana naye anamwambia kwamba nyumbani, nilipotoka pia hakuna usalama kiasi hicho, kwa sababu baba naye amekuwa anataka mimi niwe mbali na wewe, kitu ambacho e, kwa upande wangu hakiwezekani. Kwa uchungu binti Jinshu analia sana na anabembelezwa na besti wake huyo, na besti anamwambia kwamba tuondoke, kwa kuwa ni usiku, tuelekee sehemu nyingine, kwa kuwa ni usiku, anahitaji kupata sehemu ya kupumzisha mwili baada ya machungu hayo waliokutana naye kutoka kwenye majumba yao wana wa kwenda kwenye ukumbi wa shule. Unajua, shule za wenzetu kunakuwa na ukumbi ule wa kufanyia event mbalimbali mbali ambazo za shule, na wanaamua kulala hapo kwa sababu, kwa wenzetu, ukumbi wa shule unakuwa una magodoro yamewekwa pembeni na pana mandhari ya kuvutia tu na wao wanaamua kutulizana na kulala hapo kwa ajili ya kuikamilisha siku, huku wakitafakari na kuzungumza kuhusiana na maisha yao. Lakini binti pia anazidi kusisitiza kwamba anamshangaa sana mama yake kwa sababu amekuwa karibu naye sana kwa kipindi hiki, lakini zamani alikuwa hana ukaribu huo wa kusema wa kumthamini kwa kiasi kikubwa, na hisi kuna jambo ambalo analipanga liko kichwani mwake, na ndio maana amekuwa na ukaribu sana na binti, kitu ambacho kijana pia ana kubaliana naye kwamba inawezekana kuna jambo linalomfanya bimkubwa huyo hawe karibu na huyu binti. Sasa nataka kujua ni jambo gani binti, ndio hivyo, kashaambia kwamba nyumba inabidi iuzwe na binti amegoma. Je, mama atafanikiwa kuuza nyumba au itakuwaje? si kwenye mastori yetu hapa hapa tapata nafasi ya kujua kuhusiana na huyu binti mwenye msimamo na amekuwa amekutana na mengi sana e, kwenye harakati zake mpaka kufikia kuwa mtu mmoja wa kuku kukumbukwa sana kwa kiasi kikubwa. Asante sana, kwenye mastori yetu tutaendelea kujua kuhusiana na huyu binti atafikia wapi.